Asante, Mungu waliotoka mboga na maeneo mengine, Baba wako hapa, tumejifunza neno lako toka Jumatano mpaka leo Jumapili. Baba asante, umeniita kwa kazi hii kwa neno lako, nasema kwa neno lako nitatamka. kwa neno lako Bwana, watoto wako hawa, uliahidi kuwabariki usiku na mchana wanaishi kwenye baraka za Ibrahimu tomara wakasema mtajibariki kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini Agano Jipya ni zaidi ya hapo. Maana zaizo tuko kwenye baraka za kuchaa na kusukwasukwa na nakumwagika, ndicho kipimo unachowapa watu wako Baba. Mama huyu anahitaji biashara yake ameitamka, Baba. Huyu kijana huyu anahitaji miradi, wengine miradi ya kufuga, wengine bustani, wengine Baba anahitaji maduka, biashara mbalimbali za mifugo, za vitu mbalimbali. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Bwana wanaku Bwana kupe, Bwana kupe, kwa jina la Yesu, Bwana ametamka mama huyu, ametamka baba huyu, biashara anayoitaka, kazi anayoitaka anaitamka. We mwenye umesikia Bwana, wewe Bwana umesikia, umesikia uliambuni za Bartimayo, unataka nini? Akasema, nataka kuona inaanza kutembea katika jina la Yesu, natamka kutembea, natamka sasa biashara hiyo kupanuka, biashara kuongezeka, bora kuongeze, bona kupanue huduma yako, kama ni ya chakula, kama ni ya maji, biashara yote unayofanya, bona kutanue, bona kupanue, panua hozi yako, ipanuke sasa, hozi zako zipanuke, biashara ziwe kubwa, mpango wako evikuwa kwa jina la Yesu. Roho ya umaskini, toka. Kama kuna laana za ukoo kuna lana za ukoo. Baba yako hakufanikiwa, babu yako naye hakufanikiwa, bibi yako hakufanikiwa. Kwa jina la Yesu hizo lana za ukoo nazikata kwa jina la Yesu. Hawa waite wabarikiwa kwa jina la Yesu. Lana yako Yesu amebeba, lana ya ukoo wako Yesu amebeba. Yesu alibeba pale pari, kalipali alisema imekwisha tatuaji. Hapa nataka nitamke neno, nawo liamini hilo neno, liamini hilo neno ambalo nakwenda

tatizo lako limekuanza, tatizo lini limekuanza lini? Hilo tatizo hilo, gonjwa limeingia lini kwako, limeingia lini li, lime, nione sasa, rudi ndani lione hilo gonjwa limekuja hilo. Kwa nini hilo gonjwa kwa nini litafuna afya yako? Kwa nini litafuna mwili wako? Kwa nini liharibu afya yako? Kwa, kwa, kwa nini unalala vibaya? Kwa nini unawaza vibaya? Kwa nini unaota vibaya? Nini kinasababisha? Nini sema, eh, Yesu ninatubu kwako, imani yangu imepunguka. Ni samehe kwa kukosa imani, nimekosa imani, sijasimama imara kukiri kwenye kinywa changu kwamba Yesu anaweza yote, nimekuwa mtu wa wasiwasi wasi. Nimekuwa mtu wa mashaka, ndo maana hapa nilipo sasa. Kuanzia leo, Yesu nisamehe, nisamehe, nimewaza mabaya, nisamehe. Yesu unisamehe dhambi zangu zote na uniponye magonjwa yote, nisamehe dhambi zangu zote na uniponye magonjwa yote. Mimi sina ugonjwa, uliniumba nikiwa kamili, uliniumba nikiwa mzima. Kwa jina la Yesu, wewe ugonjwa, wewe ugonjwa Natamka na hivi, sio wa kwangu, wewe sio wa kwangu, rudi ulikotoka, rudi ulikotoka, mimi nakukataa kwa jina la Yesu. Mwili wangu ni mzima. Yesu mwenyewe ananiambia hivi, nikae kwake naye akae ndani yangu. Mimi siyo mgonjwa, niko ndani ya Yesu, anayeyusha uvimbe na magonjwa yote. Roho ya ukimwi, roho ya ukimwi, virusi wanaokuladamu wanaotafuna wanaotafuna mwili wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mufe, mufe ndani ya mwili wangu. Mimi ni mzima, sina virus, sina sina sina, sina. Kwa jina la Yesu natamka afya, natamka kupona. Yesu, Yesu, niponye, niondolee kila aina ya maumivu, nataka nikuone Yesu ukinifariji, nakuomba wewe ukinipa, nitafurahia nitakushangilia, nitakushuhudia na wengine nitawaambia kwamba Yesu anaweza, maana aliniponya mimi, maana aliniponya mimi, maana aliniponya mimi. Yesu, uniponye, niokoe. Kuanzia sasa naamini unakwenda kunihudumia na nitakuwa mzima wa afya. Shika maro na umwa, fumba macho yako, shika tu maro na umwa. Baba, kwa jina la Yesu, najua unanisikia. Kwa maneno yako, kwa neno lako, natamka uzima, natamka afya, natamka kufunguliwa kwa watu hawa, kwa jina la Yesu. Kila pepo na mizimu yako ino, mizimu ya uganga, mizimu ya uchawi maroho inatembea usiku kwa jina Yesu, pee kwenye tumbo. Yesu, wewe pepo wewe maimuda kwa huyo mama chini ya kitovu chini ya kitovu kwenye mgongo kwenye miguu kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Mdokandokadoka achiyako achiyako achiyako achiyako achi achi achi kwa jina la Yesu achia miguu achieyo miguu kwa china Yesu la Yesu natamka kufunuliwakuw kufunguliwa kufunguliwa kwenye macho kwenye kiso chako kwa chino Yesu kwa la Yesu funguliwa mtoto funguliwa uliyepinda magabahi katika la Yesu

Achia! Achia, achia! Achia hiyo miguu. Achia mgongo. Achia, achia. Achia, achia mtoto. Kwa jina la Yesu achia. Kila nguvu ya magonjwa achia. Pokea uzima na afya. Bwana kupe uzima. Bwana kuponye. Bwana kuponye. Kwa jina la Yesu. Pona upone. Upone kwa jina la Yesu. Pokea afya. Pokea uzima. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana kupe uzima. Kwa jina la Yesu funguka. Magonjwa, roho ya magonjwa zinaondoka, roho za magonjwa, kwa jina la Yesu achia, achia, achia. Kwa jina la Yesu achia. Roho ya mateso achia, kwa jina la Yesu achia. Kila roho ya magonjwa achia, kwa jina la Yesu mwache. Natamka uzima na afya, natamka kufunguliwe, kuanzia leo upoke afya Unapokea uzima wewe na mtoto wako kwa jina la Yesu, unapokea uzima mtoto kwa jina la Yesu. Bwana anakuponya macho, macho yako yawe na uoni mzuri kwa jina la Yesu. Bwana tazame macho upya, uone, uone uone mzuri kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Bwana akufungue kwa jina la Yesu. Magonjwa yanakutesa mara kwa mara yanakoma kwa jina la Yesu. Mkomesha magonjwa Yesu, mkomesha magonjwa Yesu, mkomesha magonjwa mateso yako Yesu Alisema imekwisha, imekwisha, imekwisha. Kwisha magonjwa yote, kwisha maroho ya msiba, maroho ya kupambana, magonjwa kwisha kwa jina la Yesu, kwisha kwa jina Baba. Katika jina la Yesu, kila roho ya udhaifu, kila roho ya udhaifu kwa jina la Yesu, roho ya udhaifu Bwana fanya operation aweke nguvu sasa. Aweke nguvu, pate nguvu. Miguu hii Bwana inyoshe. Bwana itengeneze operation ya Yesu. Anza. Anza. Anza. Haya safari. Safari, safari, safari. Nataka kuondoka. Kwa jina la Yesu. Haya. Haya ondoka. Ondoka. Achia. Ondoka achia. Mwache huyu. Achia. Achia. Mwache. Achia. Haya anga waje mizimu ya ke mizimu iliokuwa inarudiwa na mama zako na bibi zako, kwa jina la Yesu pigwa. Kwa jina la Yesu, roho ya mateso, roho ya mateso, roho ya magonjwa, kila roho ya kukataliwa, pepo za ugumba, utasa na roho ya mawazo mabaya toka ndani yake. Haya, achia, achia, achia, achia na kuamuru na tamkana mtu yako, siku ya kufunguliwa, kufunguliwa, kufunguliwa, kufunguliwa kile kichozuia maisha yako, kile ambacho kimezuia, kile kichofunga maisha yako mafanikio yako, toka, toka wewe mungu, toka, toka, achia Rikas. Toka achia matonja kwa na kufungua na kufungua, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila nguvu iliyoshika maisha yako, miguu yako imefungwa, miguu umefungwa mikanda, mshika huyo pasa shika, amefungwa mikanda hiyo, kwa jina la Yesu, shika tu sungusha mkono, kwa jina la Yesu leo, kwa jina la Yesu, kila nguvu hiyo funga maisha, imefunga miguu, pepo na mizimu yako, yenu, minyororo yote minyororo yote yote, minyororo yote, minyororo inazozunguka, shetani amekuzungusha, amekuzungusha minyororo, funguka! Achia, achia, achia, achia minyororo! Na katika pingu zina katika pingu zina katika, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu! Haya, pingu zina katika, zina katika, za mgongo zina katika ndugu zako waliokufa zamani, pigwa! Haya, kuisha kuisha kuisha, leo kuisha, minyoro kuisha, mikanda kuisha kuisha. Kwa nini unamtesa huyu? Kwa nini huyu unamtesa? Kwa nini unamtesa? Kwa nini unamtesa? Kwa nini? Kwa nini umekaa kwake? Anakuja kanisani bado amefungwa, kwa nini? Kinaweza wewe bibi nguvu za kichawi, mambo yote ya kishirikina pigwa, pigwa, wachie haya, wachie, wachie, wachie, wachie, kila minyororo, kila minyororo, kila minyororo, ndio kufunga kwenye tumbo, kwenye kiuno, funguka, funguka, haya, haya.

na kuamuru na kuamuru na kuamuru kwa jina la Yesu, jisalimishe roho ya magonjo. Shetani beba, beba.